Unapochukua namba ya mwanamke siku hizi, yule mwanamke agosago, ushamuingiza kazini, usha muingiza kazini. Kwanza cha kwanza atakwambia bandoliaana, simu ya daiwa, sijui simu ya mkopo, sijui simu ya kuazima yaani umuingiza kazini direct. Kila kitu atakua nakukere. Kwanza atakua gasi imeisha, sijui kuna nani nini nanini, mama yangu anaumwa, sijui mimi sijakula. Hauna shangaa wakati mimi nimekuja tu leo. Kwa wakati wote ulikuwa unaishi vipi? Hmm? Wakati wote ulikuwa unaishi vipi? Wanawake wana maajabu yani, wanam, yani. Wewe unatarajia kwamba umekuja kwamba wange na mtu kwanza mjuane, mwelewane, sijui mfahamiane, sijui nini, sio hivyo. Wewe ukishaingiza miguu kwake tu, haya shida ndio zinaanza kutiririka mpaka unakuwa mwoga yani. Mnatuogopesha, hmm? Yani sasa, tumekuwa sasa, yani tunakuwa ni tukija, yani lazima huu tumejipanga, manake majukumu yanaanzia hapo hapo, utakapomsalimia tu, matatizo yanaanzia hapo hapo. Tunawashangaa, tunatatizika, tunajaribu kuwafikiria, lakini hatupati jibu kabisa. Hakuna jibu tunapata.